Katika taarifa ya tanzia, mtazamaji, wanafunzi watatu wa shule ambao ni wavulana, wanafunzi watatu wavulana wa shule ya malazi ya Ober iliyoko katika kaunti ya Homabay walifariki papo hapo huku wengine tisa wakijeruhiwa kufuatia ajali kwenye barabara ya Sondu kuelekea Katito katika eneo la Nyakach katika kaunti ya Kisumu. Mbali na hayo, mtazamaji, wanafunzi wengine wawili kutoka shule ya upili ya Mbita mumo humo katika kaunti ya Homabay wanaendeleza kuuguza majeraha yao katika hospitali ya matibabu maalum ya Homabay. Hii ni baada ya kugongwa na gari la kibinafsi kwenye barabara ya kutoka maeneo ya Mbita kuelekea Sindo. Wycliffe Oketch ana taarifa hiyo. Wanafunzi hao watatu wa shule ya wavulana ya malazi ya Ober iliyoko katika kaunti ya Homabay walipoteza maisha yao wakati gari walilosafiria lenye uwezo wa kubeba abiria 14 lilipogonga trekta lililokuwa limesimama kwenye barabara kuu ya kutoka Sondu kuelekea Katito katika eneo la Nyakach, kaunti ya Kisumu. I've lost my son, but hata wenye hiyo gari why? ya gari ya 14 passengers kubeba watoto 22 plus 3 adults. Afisa msimamizi wa idara ya trafiki eneo la Nyanza Peter Maina aliyethibitisha tukio hilo alisema kondakta wa matatu hiyo inayomilikiwa na chama cha ushirika cha akiba na mikopo cha Bestline pia aliangamia katika ajali hiyo. And most of these accidents ni vitu tunaweza tunaweza avoid. Ipone tunaweza badilisha attitude zetu kwa barabara ukiwa kwa barabara, ukiwa driver, ni vyema unaelewa kuwa huko peke yako, kuna watu wengine wanatumia hizo mabarabara. Wanafunzi wengine tisa walipata majeraha na kupelekwa katika hospitali ya misheni ya Nyabondo kwa matibabu. Na na Maina aliwatahadharisha madereva dhidi ya kuendesha magari ovyo, huku akitoa wito kwa watumizi wa barabara kuwa waangalifu sana sana, tukizingatia wakati hii ni wakati wa rush, sababu watoto ndio wanafuga shule. Kuna wale pengine uh, PSV operators wanakimbia sababu wanajua kuna wingi ya watu, lakini hata kama ni kutafuta, ni vyema waelewe kutafuta. Wakati tunamwaga damu ya wanadamu inamwagika, hata wao hakuna amani itawapatia kwingineko. Wanafunzi wawili kutoka shule ya upili ya Mbita iliyoko kaunti ya Homabay ni miongoni mwa watu waliogongwa na gari la kibinafsi linalosemekana lilikumbwa na hitilafu za kimitambo kwenye barabara ya kutoka Mbita kuelekea Sindo. Wanafunzi hao walipelekwa katika hospitali ya matibabu maalum ya Homabay kwa matibabu ya kina baada ya kuhudumiwa katika hospitali ya kaunti ndogo ya Mbita. Hit the boys, two of them, from the back. Madereva na watumizi wengine wa barabara wanashauriwa kuwa makini barabarani, hasa wakati huu ambapo wanafunzi wanasafiri kuelekea nyumbani kwa likizo ya mwezi Aprili. Nikiripotia Darubini kutoka kaunti ya Kisumu, mimi ni Wycliffe Oketch.